Tumeona hizi zikifanyika hivi sometimes, kuna yale maoni ambayo yanaonekana kwenye mitandao ya kijamii labda upande wa pili, kwa sababu hizi kitu pia kuna competition numbers na vitu kama hivyo, kama upande wa pili wanakuja kufanya kitu fulani. Lakini kuna comment nyingine kwamba mtu anaweza akajipa mwendo yani akasema ya bana, kuna mtu labda anifanyia hivi na hivi ili kazi yake iende, si ndio? Natamani tutoe elimu ama tuweke sawa hapa kwenye hivi vitu kwa wasanii, lakini pia kwa, kwa mashabiki hii ipokelewe kama kuna watu wanafanya makusudi kali kutoka upande mwingine, au tunabaki pale pale? Kuna watu tu wachache ambao wana wanashindwa ku, ku, ku, kuthamini investment msanii ambao ameifanya, sio kuthamini, watu wanaenda kupita kupitia migongo ya watu ambayo hawajachangia hata shilingi, umeona. La, lakini kwako hapo pia utaniambia, umeshawahi kuipokea kama utim? Okay, zamani ningeweza kuamini au, au kama kike ya wasanii, ili kazi yake i trendi zaidi. Zamani ningeweza kudhani kwamba maybe fitina za upande mwingine, kwa sababu wasanii wamekuwa na maadui pia, ushaelewa. mm -hmm. Kuna pande ambazo tunajua kabisa zipatani, lakini sasa hivi niambie, adui wa Nandy ni nani? Eh, Nandy ana vita na nani? nani sasa hivi ambao unaweza kumtarget kwamba like, unaonekana kuna shida? Hakuna hiyo kitu. Mm. -hmm. Sijui, labda kuna zingine ambazo hatuzijui, kama ile ubuyu alikiba, mtasema watu walikuwa wanaona kama hii singeli inaenda sana hii, umeona, hasa vitu kama hivyo lazima watu waelekezwe, ndio hivyo, kwa hiyo mm -hmm. mimi ninachokiona kiukweli ni wasanii tu wenyewe ambao wanafanya mambo au wadogo <coughs> wachanga wanataka kutengeneza kiki kufanya vitu kama hivyo, kwa sababu kama ingekuwa ni kweli haya mambo yanafanywa katika njia ya usahihi, na kama inaonekana siyo, kuna watu wanatumika nyuma kusababisha hizi mitikasi, nadhani tungua tunajua story kama hizi, waga hazijifichi kwa miaka ya nyuma. Yes, lakini kwa sasa hivi huoni kama kuna hizo vita ambazo ni two personal kwa wasanii kwa wasanii, kiasi kwamba eti wafikie katika level ya kuanza kushushiana ngoma au vipi? Lakini mimi naichukulia kama ni kiki kwa wasanii wengine ambao wamekuwa wakifanya hivi, hawa maunderground, kwa sababu wanajua asilimia kubwa tumekuwa tunawapatia airtime. Baada ya ya kushusha ngoma, utataka umtafute usikie story yake, kwa nini kashusha ngoma of which mm-hmm, ni kawaida kwa taaluma ya mwandishi, lazima abalance story yeah, asikilize pande zote mbili wanasema nini. Sasa wameitumia hiyo vibaya eh, kuanza sasa kufanya kama trend.